Karibu katika darasa la lugha ya alama. Leo tutajifunza salamu. Leo tutajifunza salamu. Tunaanza: habari za jioni, habari za mchana, habari za asubuhi na habari za fajiri. Mambo vipi? Mambo safi au mambo fresh. Bwana Ye, Yesu asifiwe, amina. Wasalamu aleiko waleikumsalamu. Mzima mzima, asante. Karibu tena katika darasa jingine, ili e, tuweze kuelewa Uh, na Mungu awabariki uh, uh, pia katika uh, yote hayo usisahau bonyeza hapo kusubscribe hapo chini uh, ili mambo yaweze kuwa vizuri.